Katika habari za kitaifa, mataifa mbalimbali, habari za uchumi na biashara, lakini bila kusahau habari za michezo na burudani. Kumbuka mtazamaji, una fursa basi ya kutumia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa TBC Habari na tutasoma ujumbe wako hapo baadaye. Mimi ni Elizabeth Mramba, mwenzangu ni Gabriel Zakaria. Tuanze taarifa hii ya habari kutoka ikulu ya Dar es Salaam ambapo Rais John Magufuli leo amewaapisha mabalozi sita aliowateua hapo jana kuiwakilisha Tanzania katika nchi mbalimbali. Akizungumza baada ya kuwapisha mabalozi hao, Rais Magufuli amewataka mabalozi hao walioapishwa kuiwakilisha vizuri Tanzania katika nchi walizopangiwa kwa kuhakikisha wanasimamia maslahi ya taifa. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Edward Kondela. Ni hafla ya kuapisha mabalozi sita walioteuliwa hapo jana na Rais John Magufuli kwenda kuiwakilisha Tanzania katika nchi mbalimbali, hafla iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Kamishna wa Maadili Jaji mstaafu Harold Nsekela naye amekula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma mbele ya Rais Magufuli. Baada ya kula kiapo cha uadilifu, jaji mstaafu Harold Nsekela ameongoza kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma kwa mabalozi hao sita walioapishwa hii leo akizungumza baada ya kuwaapisha mabalozi hawa, rais Magufuli amewataka kuiwakilisha vizuri Tanzania katika nchi walizopangiwa kwa kuhakikisha wanasimamia maslahi ya taifa. Itasikitisha sana mtu unaenda unakuwa barozi mahali fulani, mwaka wa kwanza unapita, wa pili unapita, wa tatu unapita, mpaka hata yote inapita, ukiulizwa kuna kitu gani ambacho nchi yako Tanzania ilifaidi, kwa kuwa tu wewe umekuwa balozi katika nchi fulani, kikikosekana hata kimoja, itakuwa ni fedheha kwanza, kwa yule aliyekuteua kwa niaba ya Watanzania, lakini ni fedheha kwa Watanzania wote, lakini pia ni fedheha kwako, ambaye kwa kipindi hicho chote umekaa kule na hukuleta matunda yoyote katika nchi yetu, na ndiyo maana mnaitwa waheshimiwa mabalozi excellencies, ninyi ni kwa niaba ya Watanzania wote. Hafla ya kuapishwa kwa mabalozi hawa imehudhuriwa pia na makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan. Mabalozi walioapishwa ni Dr. Emmanuel Nchimbi anayekuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil, Dr. James Msekela balozi wa Tanzania Geneva Umoja wa Mataifa, Mbelwa Kairuki balozi wa Tanzania nchini China, Fatma Muhamed Rajab anayekuwa balozi wa Tanzania nchini Qatar, George Madafa balozi wa Tanzania nchini Italia na profesa Elizabeth Kiondo balozi wa Tanzania nchini Uturuki. Kwa kuwa Rais anataka tuwe na nchi yenye viwanda, na kwa bahati nzuri nchi aliyonipeleka ni katika nchi nchi ya sita kwa uchumi mkubwa duniani, na haiwezi kuwa nchi ya sita kwa uchumi mkubwa kama haina ujuzi wa kutosha katika viwanda. Tayari tulikuwa tumesha saini mikataba mbalimbali na hasa katika mambo ya mafunzo na mafunzo ya, ya kuhusu gesi pamoja na mafuta, kwa sababu wao wameshapiga wa hatua. Kwa hiyo tunategemea kule tutaenda kutafuta hasa nafasi za mafunzo kwa wananchi wa wetu. Tutakuwa na kazi kubwa ya kuvutia viwanda kutoka China, vyote viwanda vikubwa na viwanda vidogo, lakini muhimu kuvutia teknolojia kwa ajili ya Watanzania ambao wanataka kufanya shughuli za viwanda na wenyewe waweze kufaidika. Edward Kondela, TBC.